Taarifa zinasema kwamba kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, masijara ndogo jijini Dar es Salaam, hivi kesi ya kudharau amri ya mahakama iliyokuwa imefunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Saidi Isa Mohamed, na wenzake dhidi ya viongozi waandamizi wa Chadema wakiongozwa na makamu mwenyekiti wake wa Tanzania Bara John Heche imetupiliwa mbali. Akisoma uamuzi wa mahakama hiyo leo Novemba 28 mwaka huu wa 2025, Jaji Awamu Mbagwa, aliyekuwa akisikiliza kesi hiyo iliyokuwa imefunguliwa kwa hati ya dharura, amesema mahakama imekubaliana na pingamizi lililokuwa limewekwa na wakili wa utetezi Hekima Mwasipu kuwa maombi hayo yaliletwa mahakamani hapo nje ya muda. Jaji Mbabwa amesema kesi ya msingi namba 89 60 mkwaju 2025 iliyoko chini ya jaji Hamidu Mwanga ndiyo iliyokuwa kesi ndio iliyokuwa msingi wa kesi iliyokuwa mbele yake na kwamba amri ya mahakama kuzuia shughuli za kisiasa za Chadema ilitolewa na mahakama Juni kumi mwaka ishirini na ishirini na tano. Aidha, jaji Mbawa ameendelea kufafanua kuwa kesi ya kudharau amri ya mahakama ililetwa mahakamani hapo Oktoba tatu mwaka huu takribani siku mia moja na sita jambo ambalo halikubaliki kisheria. Sheria inataka maombi ya aina hiyo yaletwe ndani ya siku sitini.